Wapo wa Kristo wanaopenda kusikiliza miziki ya bongo fleva. Ukiwauliza, watakwambia hii ni burudani tu, mimi nasikiliza ndiyo, ila si yaishi yanayoimbwa, hii ni kama burudani tu kwangu. Swali ni je, wanaweza kuzicheza hizo nyimbo za bongo fleva kanisani? Watakwambia hapana, haiwezekani, kwa sababu kanisani kuna uwepo wa Mungu na hizi nyimbo hazina utukufu wa Mungu, hivyo ukizicheza kanisani zinaondoa kabisa ule uwepo wa Mungu. Hmm. Kwa hiyo sio sawa kusikiliza bongo flava kanisani, kwa sababu kuna uwepo wa Mungu, lakini kusikiliza nje ya kanisa ni sawa. Lakini Biblia inasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Na Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu, hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kwa maana hiyo Mungu anakaa ndani yetu, na kama Mungu yupo ndani yetu, maana yake uwepo wa Mungu upo pamoja nasi popote tuendapo. Kwa hiyo kama wewe unapenda kusikiliza bongo flavour ukiwa geto peke yako, kwa mfano, lakini huwezi kusikiliza bongo flavour kanisani, kwa sababu hutaki kuondoa uwepo wa Mungu, basi kuanzia leo tambua kuwa Mungu ambaye yupo kanisani yupo pia ndani yako, yaani mwili wako ni hekalu lake. Ushauri wangu kwako ni hata kama upo geto peke yako, zima huo mziki usio na utukufu wa Mungu ili udumu katika uwepo wa Mungu kila ipapo. Sasa